Tujitoe kikamilifu kwa ajili ya kueneza na kuupeleka upendo wa Mungu kwa watu wake, ndiyo kwa lugha rahisi, tujitoe kikamilifu katika uinjilishaji. Uinjilishaji si jukumu la wachungaji wa, wa, wa wetu tu. Uinjilishaji ni jukumu la kila mmoja wetu, kila mmoja aliyepata zawadi aliyepewa bure uokovu Mathalani kwetu sisi Wakristo wa Katoliki, kila mmoja aliyepokea ubatizo ana wajibu wa kuwa mwinjilishaji. Tuna wajibu wa kushirikisha habari njema ya Yesu Kristu kwa wale ambao bado hawajaisikia ama ambao wana kiu zaidi ya kuisikia, wale ambao bado hawajaipokea kikamilifu na wanaendelea kuipokea nusunusu nusu. Wajibu wetu ni kuipeleka hiyo habari njema huku kwa hivyo, kila majitoleo yetu yakilenga katika makusudio ya kupeleka upendo wa Mungu kwa watu wake, hapo tunatekeleza amri, agizo na msingi wa maisha yetu ya Ukristo: kutoa bure.